Wa pili sura ya tatu mstari wa nane Thesalonike wa pili sura ya tatu mstari wa nane nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana kujifanya kazi, ili tusiwalemee tumselemee mtu na tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Amen. Bwana asifiwe. Tunaamini vijana wetu hawa ambao walikuja hapa kwa kusudi maalum, walilenga kwa ajili ya kupata kitu ambacho kwacho kitawasaidia kwa ajili ya kesho yao, na kila jambo linapoanza lina lina kusudi lake na kusudi hilo ilifanikiwe ni kupitia wao ambao waliitwa na wakafika mahali hapa wakapata kila ambacho kwacho kwa ajili ya ujuzi huo. Tunaamini kwamba sasa, ninyi ambao mnahitimu leo, tunaamini kwamba mmepata kitu ambacho kitawasaidia kwa ajili ya maisha yenu yote, kwa maana ya kwamba mtaendelea kufanya kazi huko mnakokwenda, lakini mtawajibika sawasawa, ili kwamba msimlemee mtu awaye yote mwana kwamba amepata mtaji sasa ambao ni ujuzi na mtaji huu unafanikiwa utazama tunda meo kupitia ninyi ambao mmepata uzoefu huu. Sasa Mungu awasaidie, na mnapoenda kule Mungu awape nguvu na ubunifu zaidi kwa kila ambacho mmekipata kiuendeleze kwa mbele zaidi. Amen. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, sante kwa wema wako na upendo wako tuko hapa kwa vijana wetu hawa ambao Mungu alikuwa hapa, ulitupa kanisa lako liweze kupata ujuzi. Kwa habari ya kozi ambayo umeipokea, Mungu endelea kuwasaidia, watie nguvu, wewe na uanze nasi kwa mahafali hii hata mwisho wake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Yohana Ernest Nzelu ambaye yuko safarini nje ya nchi kwa kikazi, anawasalimia sana, anawapongeza sana wahitimu wetu, na amenituma kuwaambia kwamba anawaombea baraka za Mungu na amweze kutumia mafunzo mlioyapata vizuri na mnaporudi nyumbani, mwendelee kuwa mfano bora. Kanisa letu lina maono ya kumhudumia mtu katika ujumla wake, kiroho, kimwili, kiakili, kiuchumi ili kuhakikisha kwamba kanisa letu linapokuwa na maono ya kuwa na mtu mwenye furaha anayetazamia kurithi ufalme wa mbinguni, aishi maisha mazuri ambayo yatamwezesha kuwa na imani na tumaini. Kwenu ninyi wahitimu, mmepata nafasi hii muhimu sana ambayo ninyi wenyewe mmekiri kusema kwamba mnamshukuru Mungu kwa kuwapa nafasi ya kipekee. Ninamshukuru Mungu kwamba mnatambua kwamba hii nafasi mliyoipata ni ya kipekee, si nafasi ya kawaida. Na tena mmesema kwamba mafunzo mliyoyapata ni hazina kubwa kwa maisha yenu. Ninamshukuru Mungu kwamba mnalielewa hilo, lakini mnasema pia mmepata elimu ya kujitambua, kujitambua na kujitegemea. Kujitambua ni hatua ya kwanza kabisa kwenye maisha ya mtu anayetamani kufanikiwa. Usipojitambua sio rahisi kufanikiwa katika kitu chochote unachotaka kukifanya. Utabaki kujilinganisha, utabaki kusema ningekuwa kama yule pale ungesema ningetamani ningekuwa kama niko kama watoto wengine au vijana wengine wasiokuwa na ualbino, ningefanya vizuri zaidi. Lakini ukijitambua ushindi ni hakika. Lakini tena nimshukuru Mungu kwa ajili yenu kwamba mmetambua kwamba kwa, kwa, kwa kukaa kwenye hiki kituo kama familia imewasaidia kubadilisha tabia na mieneno ambayo lidhani hapo mwanzo kwamba inafaa. Tunamshukuru Mungu kwamba nia ya masomo haya si kujifunza kushona au kukanyaga cherehani tu au kutengeneza sabuni, lakini ni kuhakikisha kwamba unapopita kwenye kituo chetu, unapopita kwenye madarasa haya tunayofundisha, unajitambua, lakini pia unatazama mwenendo wako kwa upya na kukusaidia kujenga tabia njema ambayo itakusaidia kufikia mafanikio. Superwoman amenifilisi ameongea mengi kuhusu watu wenye ualbino. Jamani, mbona hata ampigi makofi? <coughs> Hawa mnamfahamu Superwoman? Mnamfahamu Superwoman? <coughs> si ndiyo? ameongea kuhusu ualbino kwa sehemu, akisema kwamba hakuna tofauti ya mwanadamu mwenye ualbino au asiyekuwa na ualbino isipokuwa rangi ya ngozi, rangi ya nywele na rangi ya macho. Ualbino ni ukosefu wa rangi ya asili ya mtu au kiumbe kingine chochote. Ualbino upo kwa wanyama, ualbino upo kwenye mimea. Kwa maana hiyo, ualbino si kwa binadamu tu, ni kwa kila kiumbe. Lakini pia ualbino upo kwenye dunia nzima. Kwa wazungu kuna ualbino, kwa waafrika upo, na maeneo yote ya dunia, lakini kanisa letu linahudumia watu wote pasipo kuwabagua. Kundi la watu wenye ualbino ni kundi la watu wenye uhitaji ambao wanahitaji kusaidiwa na kuwezeshwa kwa kupatiwa ujuzi ambao wenyewe umekiri kwamba kwa hakika umepata, mmepata nafasi, lakini mmeeleza wenyewe mafanikio mlioyapata. Lakini mimi nimetambua kwamba mna vipawa vingi sana. Amina. Ninawapongeza sana kwa vipawa vya uimbaji, vya uigizaji. Ninaamini tungekuwa na muda wa kukaa hapa zaidi, tungeweza kuona vipawa zaidi ndani yenu. Amina. Mungu awabariki sana. Msiache kutumia ujuzi mlioupata. Usiende kukaa nyumbani bila kufanyia kazi kile ulichojifunza. Neno la Mungu tulilosomewa asubuhi linatu, linatu, linatuhimiza kufanya kazi usiku na mchana. Haimaanishi sasa usilale, hapana, lakini uwe na bidii katika kufanya kazi kwa kile kidogo ulichopata ujuzi ujasiri, kujitambua, kubadilika mwenendo, yote uyaweke katika matendo ili tusiwalemee watu wengine kwa sababu ya kuwa mtu mwenye ualbino. Ualbino usiwe kisingizio kwetu tena, maana sisi tumejitambua ya kwamba sisi ni watu kama watu wengine. Amesema superwoman watu wenye ualbino wanaolewa kama watu wengine, na ndivyo ilivyo. Watu wenye ualbino wanasoma. Alituambia binti yake yuko chuo kikuu, amemaliza, amehitimu. Ndivyo walivyo, wapo watu wenye ualbino waliosoma, na wapo wanaofanya kazi katika maeneo muhimu kabisa ya nchi yetu. Mwalimu wenu ni mfano, aliyowafundisha ni mama mwenye ualbino. Kwa hiyo tu tujitie moyo na kuona kwamba sisi pia tunaweza. Kanisa limechukua nafasi ya kuwawezesha na kuwasaidia mwe mabalozi wa huduma hii. Ukikaa miezi mitatu nje ya nyumbani ukiwa unajifunza, alafu ukirudi ukiwa unafanana na wale uliowaacha pale pale, utakuwa hujatusaidia kushuhudia kwa mienendo mipya na mienendo ya kumtukuza Kristo lakini pia kufanya kazi kwa bidii na kujiamini, na kuelimisha jamii inayokuzunguka kuhusu nafasi yako na uwezo ambao Mungu ametupa. Katika risala yenu mliomba ombi la ongezeko la muda wa kujifunza. Tunatambua kabisa kwamba watu wenye ualbino wana changamoto ya uoni hafifu. Uoni hafifu ni kwa sababu ya rangi ya macho yao. Ni kweli muda ungeweza kuongezeka na tunatamani iwe hivyo. Tunamwomba Mungu na ombi hili tutalifikisha kwa baba askofu na tutaendelea kulitafakari, lakini tuombe Mungu atupe milango ya kupata fedha, maana kukaa mahali hapa kwa muda tunaokaa inahitaji fedha na uwezesho wa kuweza kukaa kwa miezi hiyo sita mungu akitupa nafasi na neema tutalishughulikia ombi hili na tutaweza kupata majibu ya hayo maombi lakini pia kwenye shairi wamesema wanaomba kuwezeshwa bwana yesu asifiwe Amina. kuna hadi ya baba askofu ya kutoa cherehani na vifaa vya kuanzia ushonaji kwa kila mwanafunzi lakini tumeona lakini tumeona, huko nyuma wale ambao wanapewa cherehani bure kabisa wameziweka na hazikufanya kazi, kwa sababu kwa sababu hana sehemu ya umiliki katika ile cherehani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo kila aliye tayari kupata cherehani ambayo gharama yake ni shilingi laki tatu na nusu baba Askofu anakulipia laki mbili na nusu mengeleo waitim. Maana yake unatakiwa kulipia shilingi laki moja ili upate cherehani yako, na utakapopewa itakuwa ya kwako, utaitumia na itakusaidia, lakini utapewa na nguo za kuanza ni vitambaa na vifaa vya ushonaji vya kuanzia. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru sana sana katika nyimbo na mashairi yote. Idara ya wanawake watoto na diakonia, ambayo ndio idara inayohusika na masuala yote ya udiakonia katika dayosisi yetu, wamefanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba mmekaa mahali hapa salama. Wameniaga mara nyingi sana kusema, tunakimbia Negezi, kuna changamoto, kuna hiki na kile, na hatimaye leo tunaona mabinti wazuri kabisa wana- wanahitimu. Asanteni sana, mkurugenzi na timu yako. Mwalimu, tunakushukuru sana superwoman, superwoman, tunakushukuru sana, sana, kwa kazi nzuri uliyoifanya. Ona, kila binti aliyevaa nguo hapa ameshona kwa mikono yake mwenyewe. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mwenyekiti wetu wa serikali za mitaa miti mirefu ni kutoka mjini amekuja mpaka huku. Tunaendelea kuona ushirikiano wako na kanisa letu, na tunaendelea kuona jinsi ambavyo unathamini kazi ambayo kanisa inafanya kwenye jamii yetu Tas, Tunawashukuru sana kwa ushirikiano. Asanteni sana. Wow. For the